Kamati kuu katika kikao chake cha siku mbili kuanzia tarehe 22 mpaka jana uh, tarehe 23 mwezi huu wa, wa tatu kimepata wasaa waku, wa kuwakusikiliza si, taarifa mbalimbali juu ya tangazo la bunge, juu ya uchaguzi huu pamoja na kusikiliza uh, wagombea na watu wote walionyesha nia. Na baada ya tafakari nzito ya siku mbili, kamati kuu imewateua ndugu Ezekia Dibogo Wenje na ndugu Lawrence Kego Masha kuwa ndio wagombea wawili watakaopeperusha tiketi ya Chadema katika uchaguzi wa bunge la Afrika Mashariki. Kwa hiyo ndugu Ezekia Dibogo Wenje pamoja na ndugu Lawrence Kego Masha ndio wagombea walioteuliwa na kamati kuu ya Chadema kupeperusha tiketi ya Chadema kwenye uchaguzi wa, wa bunge la Afrika ya Mashariki. Kwa wagombea hawa sasa wataendelea na taratibu nyingine e, za kibunge kwa mujibu wa tangazo lilotolewa na kanuni za bunge za kukamilisha mahitaji. Na kama mnavyofahamu uchaguzi wa bunge hawa utafanyika kwenye mkutano wa bunge unaotarajiwa kuanza mapema mwezi, mwezi Aprili. Sisi ndio tunaongoza kambi rasmi ya upinzani bungeni na ambacho ninaweza kuwaambia Watanzania katika hatua ya sasa juu ya swali lako la kwamba tutatumiaje muhimili wa bunge ni kwamba Watanzania watarajie bunge linaloanza la bajeti kuwaka moto juu ya utendaji wa serikali. Sasa kuwaka moto namna gani na kuhusu nani, hayo ni masuala mengine ambayo mtayaona katika hatua ya baadaye. Lakini watanzania watarajie, kutokana na swali lako juu ya tunatumiaje muhimili wa bunge, watanzania watarajie bunge la safari hii la bajeti kuwaka moto kutokana na namna na ambavyo wabunge wa CHADEMA na naamini safari hii haitakuwa wabunge wa CHADEMA na wabunge wa CUF au UKAWA peke yake ama wansara wa vyama vingine vya upinzani. Safari hii naamini bunge litakuwa kitu kimoja katika kuchukua hatua. Watanzania watarajie bunge la safari litawaka moto. Uamuzi wa Rais Magufuli kumlinda mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam kwa gharama hata ya kumwondoa waziri wake ni wazi, ni matumizi mabaya ya madaraka ambayo yanaendelea kufanywa na Rais Magufuli, na matumizi haya mabaya ya madaraka ya Rais Magufuli yamejipenyeza sasa, hayamhusu rais tu peke yake, bali pia yanahusu watendaji wake na vyombo mbalimbali, na sasa imejidhihirisha wazi katika hiki kipindi kifupi. Kwamba Tanzania imeanza kuwa dola ya kipolisi dola ya matumizi ya, ya vyombo vya dola katika maswala ambayo vyombo vya dola havipaswi kutumika. Tumeona bunduki zikitumika katika kuvamia kituo cha, cha television na radio cha Clouds kwa maana Clouds Media. Tumeona matumizi ya bastola katika kumzuia aliyekuwa waziri wa habari ambaye vile vile ni mbunge wa Mtama hapo jana. Matukio yote haya chama kinalaani kwa kiwango kikubwa sana. Tunatoa pole sana, tunatoa pole kwa wanahabari katika mambo yote haya ambayo yanawakuta na katika mazingira ya nchi yetu ya sasa. Napenda kutoa pole vile vile kwa, kwa Nape na huye kwa haya yanayomkuta, lakini ningependa kutumia fursa hii ku, kuwakumbusha tu na natoa pole kwa Nape, kwa sababu sisi Chadema, haki inapovunjwa mahali popote pale, hata haki inapovunjwa juu ya mwana CCM, juu ya raia wote wa Tanzania hatusiti kutoa kauli ya kukemea na hatusiti kutoa kauli ya kutaka hatua kuchukuliwa lakini tutumie fursa hii kuwakumbusha wanahabari na kuwakumbusha Watanzania juu ya kauli ambayo tuliitoa wakati tunatangaza umoja wa kupinga ama umoja wa kupambana na udikteta Tanzania Ukuta. Tuliwakumbusha ile kauli iliyotolewa na, na mchungaji Nimola, ambayo leo ni vizuri wanahabari mkarejea lile tamko la Ukuta na mkarejea ile kauli kwamba anapoonewa yoyote pale unapokuwa kimya, sitairudia kwa maneno yale yale, nitairudia kwa maneno mengine. Unapokuwa kimya haki inapovunjwa kwa mtu mmoja, ukidhani kwamba haikuhusu, ukanyamaza kimya, ikaenda kuvunjwa kwa mwingine, ukadhani kwamba haikuhusu, ukanyamaza kimya ukaenda ikavunjwa kwa mwingine ukadhani kwamba haikuhusu ukanyamaza kimya. Ipo siku ipo siku jambo litakukuta wewe mwenyewe, na hakutakuwa na mtu wa kupaza sauti kwa niaba yako. Wakati tunayasema haya, pengine wana habari, mlikuwa mnaona haya wanaonewa, ni vyama vya siasa tu vinavyozuiwa kufanya mikutano na viongozi wake kukamatwa kamatwa na silaha kutumika wapo wana CCM mawaziri wa CCM na viongozi wa CCM waliokuwa wanaona kwamba hili jambo linahusu wapinzani tu halituhusu, bali yana athari kwa kila raia wa Tanzania, yana athari kwa vyombo vya habari, yana athari kwa kwa, kwa kwa kwa hata hata wana CCM.